Umeme mpaka sasa hivi matumizi yake, ukienda vijijini, kwa sehemu kubwa wanatumia kwa ajili ya mwanga na sehemu kidogo wanatumia kwa ajili ya viwanda. Sasa tuwasaidie kupushi ajenda hii, tusiishie tu kusambaza mitungi ya gesi. Ndugu zangu walea, tusambaze mitungi ya gesi inayoendana na majiko yanayokubali kupika kwa kutumia umeme na kwa kutumia gesi, na hata ikiwezekana kwa kutumia makaa kama jiko hilo hilo unaweza ukaweka makali kapika, tutafurahia kupata teknolojia hiyo katika kuendeleza matumizi ya umeme vijijini. Ninashauri Wizara ya Nishati muanze kupushi ajenda ya kuondoa kodi kwenye vifaa vya kielektroniki vinavyotumika jikoni na sebuleni, hapa ninazungumza matumizi ya TV. Majiko ya umeme blenda za kusagia juisi na vitu vingine Watanzania tunapowapelekea umeme vijijini tuwasaidie na kupata vifaa vinavyotumia huo umeme ili kuendeleza kurahisisha maisha yao tunawaomba Wizara ya Nishati pushini ajenda ya kuondoa kodi kwenye vifaa hivi ili Watanzania waweze kuvipata kwa pesa kidogo ambayo wanaweza kuhimili Nina uhakika jambo hili Daktari Doto Mashaka Biteko unaliweza, na wale wanaokuongelesha wakuache, tuko tunazungumza na wewe. Tunaamini jambo hili Mheshimiwa Mwenyekiti, unatusaidia katika eneo hilo. Tunakuomba Mheshimiwa Daktari Doto Mashaka Biteko utusaidie kupushi hii ajenda, Watanzania waweze kupata access ya vifaa vinavyotumia umeme ambavyo kodi yake imepunguzwa ili kuwe na mantiki ya kupeleka umeme kwenye vijiji na kwenye vitongoji.